Bismillahir Rahmanir Rahmani Rahim, alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala sayidina wa habibina Muhammad bin Abdullah. Kuna jambo linaloendelea katika jamii zetu, linatia mashaka sana. Tuna shida kubwa ulimwengu mzima wa imani yetu. Kuna watu wanaojua usomaji wa Qur'an katika Ramadhani tu Qiyamu Layl katika Ramadhani tu, ukarimu wa sadaka katika Ramadhani tu, hata kuswali swala za fardh katika Ramadhani tu. Baada ya hapo wafunga ibada zao mpaka Ramadhani ijayo. Ni mgogoro wa kimataifa na ulimwengu mzima. Tunahitaji kutafakari upya Uislamu wetu na kuangalia ibada yetu kuhakikisha imerekebishwa na iko milele katika maisha yetu. Kwa hivyo suluhisho ni nini? Chunguza majina haya mawili ya Allah subhanahu wataala, alhayu lqayum, al aliyekuwa hai milele mwenye kujiendeleza haya yanachukuliwa kuwa ndio katika majina bora ya Allah subhanahu wa taala, na yaonekana pamoja katika suar tatu: Albaqara, Alimran na Taha. Na tumeambiwa muite Mwenyezi Mungu kwa majina haya katika dua zako, alhayu lqayum Unapotafakari juu ya majina haya utaelewa kwamba majina haya yatufundisha kwamba Allah subhanahu wa taala anaishi milele na hata baada ya Ramadhani yuko hai na anatazama. Hapa kuna dua nzuri, nataka kuatia, ni moja katika dua ninazozipenda sana. Rudia baada yangu mimi, ya hayu ya qayyum birahmatika astaghith aslih li shani kullahu wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ewe uliye hai, ewe wa milele, kwa rehema zako ninakuomba unitengenezee mambo yangu yote. Usiniwekee kuwa msimamizi wa nafsi yangu hata kwa kupepesa macho, yaani kwa kitambo kidogo. Amin, barakallahu fikum. Tutaonana kipindi kingine.